mkono wako pahala panapokuwa na maumivu yake. oea onwazote ni adhiya maathura ambazo unafika, si unakwenda kumuona mgonjwa na mtizama kuanzia mwanzo umeingia mpaka mwisho, alafu unaondoka zako bila kumwachia zawadi hizi, au umeenda na bado unamtisha Unaumwa nini? Una malaria? Ah, kama utafikisha siku tatu, bahati yako, huko mbele ya mgonjwa. Yaani, kuna watu wengine sijui wanafikiria na fikra gani, yuko mbele ya mgonjwa na bado anamtisha, bwana, kama ume, umepata maradhi hayo, mimi nakupa pole mapema mapema, kabla hujaondoka duniani, kwa sababu wenzako wote niliowahi kusikia wamepata maradhi hayo walikuwa wanaondoka mmoja mmoja. Sasa unajua, katika watu wanaotaka faraja ni wagonjwa, watu wanaohitaji huruma ni wagonjwa, na ndio maana daktari anapokuwa mzuri, anafahamu kazi yake na miko yake, unapokwenda kwake tu, hata bila ya kukupima kwanza, wala kukupa dawa, wewe utaona kama umeshapona kutokamana na laini lugha na...